Sema hata imekuwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama ni mapya. Unapompa Yesu Kristo maisha, ya kale yamepita, ya maana yake hakuna kitakachobaki, vinginevyo uyarudie. Sasa na ukiyarudia tena Petro anasema waraka wa pili wa Petro sura ya pili piliahe kwamba kwa wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza, kwa maana imetokea kwao sawasawa na mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Yesu anarudia, anayasema maneno haya katika kitabu cha Luka, ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asiposema asipo, asipo akirudi usema nita, ana asi, anasema pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipoona usema nitairudia nyumba yangu nilikotoka. Mtu anapokuwa baada hajaokoka hajampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yake, wewe unakuwa ni hekalu la ibilisi, hekalu la mapepo, hekalu la mazingaombwe na, na masolo, solo na manyamunyamu na mamundu, kila aina ya vibwengo vinafanya makao ndani yako, unakuwa ni ufalme wa giza unakaa ndani mwako. Unapompa Yesu maisha lazima umfurumushe ibilisi na makao yake na vibwengo vyake, halafu mkabidhi Yesu mwili wako, ili uitwe hekalu la Mungu. Na Biblia inasema hekalu la Mungu ndio ni takatifu, ambalo ndio ninyi, nikiwemo mimi ambaye imeandikwa, tangu nimekuwa ndani ya Kristo nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Hajalishi nioloza ya kiwango cha mangapi, ya kale yamepita kwa Mungu hakuna dhambi ndogo wala kubwa, anayekula nyama za watu na anayefyonza watu, maana yake wote dhambi ni moja jiana mwakuna mbili. Anayebaka mbuzi na anayebaka mtu na anayebaka kuku, wote dhambi ni moja. Kwa Mungu hakuna dhambi ya bluu wala nyekundu, wote ni wenye dhambi. Mchoyo na mlawiti wote ni moja. Ingawa duniani hapa hukumu zinatofautiana. Uvivu na muongo wote dhambi yao ni mmoja, wanaitwa majambazi, kwa maana imeandikwa, asiyefanya kazi na asile. Ndio maana ukiingia ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya, uvivu unaondoka, unatiwa nguvu za kusonga mbele katika Kristo Yesu. wa maji mengi unakufungulia mbingu na milango ubatizo wa maji mengi, Luka 3 mstari wa 21, Luka 3 mstari wa 21, imeandikwa, unisikilize kwa makini. Luka 3 mstari wa 21. Nina dakika chache lakini aweze kusaidia haya Luka 3 mstari wa 21 Luka 3 mstari wa 21. Glory to God, imeandikwa thank you Jesus mm. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa naye anaomba mbingu zilifunuka. Glory to God. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu, naye akabatizwa, naye anaomba sasa, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama uwa kwenye mabaro njiwa, sauti ikatoka mbinguni ikasema wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Yohana moja kumi na mbili Biblia alisema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika wana, na ndio wale waliaminiyo jina lake. Watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye akabatizwa, roho Mtakatifu akashuka juu ya Yesu Kristo pekee kwa mfano wa kiwiliwili glory to God, kama njiwa. Sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe Kristo ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kuamini na kubatizwa, unapata kibali cha cha, cha kukubalika na kudhibitishwa ya kwamba kuanzia sasa wewe ni mwana wa Mungu, the son of God, kufanyika mwana wa Mungu hivi, mpaka utimize haki yote. Wote wamebatizwa wa na Yesu amebatizwa kwa maji mengi, sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, kwa tabia, kwa mwenendo, kwa misemo na kwa maisha ninapendezwa naye ni maombi yangu na dua, ukiamini na kubatizwa neno hili lisababishe milango ya kibali. Upendezwe na Mungu, upendezwe na wanadamu, pate kibali kwa watu wote. Kama ukiwa na kibali kwa Mungu, kwa wanadamu, unapita, unapeta, maana Mungu yuko upande wako. Uyakalili maneno hayo, Luka sura ya tatu. Na mstari wa ishirini na moja ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu, naye amebatizwa naye anaomba sasa, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Naye Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Yesu hakuanza kufundisha kabla hajabatizwa kwa maji mengi. Unaenda wapi? Hujabatizwa kwa maji mengi, kwani unayatoroka? Lazima utuambie ni nani aliyehubiri ukasikia na ukaamini, na ni nani aliyekuzamisha kwenye maji. Andika utupe ushuhuda. Historia yako ya mwanzo wa safari wa wokovu lazima idhibitishe uliamini Kristo kupitia kwa mhubiri gani aliyekuhubiria habari njema, neno la Kristo likaja kwako, ukatoa shauri kwamba nimeokoka, na ni tarehe ngapi? Alafu tarehe ya wokovu ni lini? kama vilivyambatana, tuelewe, ili Mungu aweze kukubariki. Uandika historia kama vile cheti cha kuzaliwa cha duniani, na uwe na cheti cha kuzaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu. Lazima uwe na vyeti viwili cha kuzaliwa na baba yako na mama yako na hiki ambacho umezaliwa katika Kristo kwa njia ya neno. Tarehe ngapi ulizaliwa, umebatizwa kwa maji mengi tarehe ngapi, nani, nani? Anayethibitisha hayo? Yesu alibatizwa na Yohana. Wewe kwa nini usemi aliyekubatiza? Kwa nini usiseme ni nani aliyehubiri injili ukaamini? Kwa dakika hizi chache, Marko sura ya 16 mstari wa 15, 14 na 15 Marko sura ya 16 mstari wa 14 na 15, vikusaidia kidogo, mwana wa Mungu 16 mstari wa 14 na mstari wa 15, utashurra kuora, mbona tayari mafundisha anayofundisha, mbona ni kama manyonge? Sikiliza uwezo kama mtu mkubwa bila kuyapitia. Yesu alianza kufundisha baada ya kubatizwa. Yesu alipoanza kufundisha ilikuwa amepata muda wa miaka 30. Mwanaume lijani ana nguvu, kijana wa kiuma anapendeza, kifua mraba, mrefu futi kadhaa, sura yake imenyoka kama ya Rwakasoto unavyoiona kwa maana kati ya wahubiri Tanzania, wenye sura zilizonyoka na mimi nimo. Usipojikubali, nani atakukubali? Mstari wa 14 na wa 15 imeandikwa, Glory to God. Baadaye akaonekana na wale kumi na mmoja walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, akawambia enendeni ulimwenguni mwote mukaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe awe mrefu awe mnene awe mwembamba awe mzungu awe mweusi kila kiumbe kina vidole 20, 30, 40, kina macho mgongoni, kihubiria injili, ndio maana umeambiwa. Kila kiumbe kina miguu minne mitano, kila kiumbe kina macho kisogoni, wala ni kiumbe kahubiri injili. Enendeni ulimwenguni mwote, mkaubiri injili kwa kila kiumbe Mstari wa kumi na sita, aminie na kubatizwa. Kiumbe chochote kitakachoamini na kubatizwa kitaokoka, na asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa cha kufisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ishara hizi zinaambatana na wale walioamini na kubatizwa. Unapoamini na kubatizwa, unaweza ukakemea pepo likatoka, lakini haina maana ya kwamba umekamilika. Kuna vitu huwezi ukavifanya mpaka umedumu katika nyumba ya Bwana kwa muda. Watu wasi usi, ili watu ili usije ukajikuta ya kwamba unajivuna kwamba kwa kuwa umeokoka siku mbili tatu miutiza nambata hapana. Ndio maana nasema mtu aliyeongoka hivi karibuni asipewe kazi ya uaskofu asije akajivuna. Ndio maana tunasema hata ukiokoka leo, kaa kwenye kitu, usikilize neno, watafuagia wengine usijifanye ukobize Hebu nisaidie kufua vitambaa vya kanisa, tutampeleka dry cleaner. Wewe kaa usikie neno. Umeamini leo, kesho anakuambia simama ubebe wagonjwa, utawaibia siku simu zao. Kaa usikilize neno, uamini na ubatizwe na ukae. Anasema kama watoto wachanga mliozaliwa, haweza kuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa Unaanza kusafishwa akili kwa neno. Nitaishije? Nitafanyaje? nilikuwa nauza bangi ili niishe niishi, nilikuwa nafanya hili. Hapana, kaa kwanza usafishwe nia yako na akili yako. Wakati naenda kumaliza, maana ntaendea na somo hili kwa wakati mwingine, Mariko moja mstari wa tano ambaye anasema wakamwendea nchi yote ya Uyahudi na wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Yordani wakizungama dhambi zao. Marko moja mstari wa tisa anasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, naye akabatizwa na Yohana katika mto Yordani. Yohana 3:23 anasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 41, imeandikwa na waliompokea nao waliolipokea lile neno wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 12 lakini waliomwamini, glory to God, lakini walipomwamini Filipo, akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo wakabatizwa, wanaume na wanawake. Narudia, Matendo ya Mitume nane mstari wa 41, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu. Matendo ya Mitume nane kumi na mbili lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu wakabatizwa wanaume na wanawake. Matendo ya Mitume nane kumi na tatu na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa ikitendeka. Glory. after baptizer, after kuzamishwa ndani ya maji Mungu atakuonyesha ishara na miujiza ikitendeka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Una sababu ya kutoa uzuru? Muulize mhubiri, maji yako wapi? tukuza misho, timiza kiote, mbingu ifunguke. Ubatizo wa maji mengi unafungua mbingu, sauti ya Mungu inashuka. Wewe ndio unazuia sauti ya Mungu maishani mwako kwa kukataa ubatizo. Ubatizo nao usema wa maji mengi, lazima ubatizo ukiwa umeamini mwenyewe na akili timamu. Maana wako wengi wanabatizwa kwa maji mengi lakini tunachoangalia umeamini nini? Atakaye muamini Kristo ya kwamba ali Mungu alimfufua katika wafu na, na ni Bwana huyu ndiye anaye batizwa ili wokovu uingie maishani mwake. Glory to God mbingu zinafunguka mbingu zinafunguka aminie na kubatizwa ataokoka matendo ya mitume tisa kumi na nane mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona akasimama huyo ni Sauli ambaye leo anaitwa Paulo aliwekewa mikono biblia nasema mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona akasimama akabatizwa. tume Paulo ambaye shana miujiza zaidi ambatana naye ilitokana pia na kuamini na kubatizwa. Glory to God. Matendo ya Mitume 16:33 16, akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaocha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote, wakati huo huo. Ni nani huyo nitafafanua siku nyingine. Matendo ya Mitume 18:8 Na Krispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Wewe ni nani usibatizwe kwa maji mengi? Somo linalokuja nitakwenda kuingia ndani zaidi. Haya ndiyo mambo natakiwa uanze kuyaishi sasa na ubatizwe kwa maji mengi. Kuna vitu kadha wa kadha unavikosa kwa sababu ya kukataa kubatizwa kwa maji mengi. Kataa maji ya bakuli na kwenye kikombe, uliza maji mengi, maana Biblia nasema yalikuwepo maji mengi tele tere. Unaweza ukasema mbona mi nimenyeshewa eli nino, tunasema elinino, haikukunyeshea kwa sababu umeamini. Hapana, ubatizo unaambatana na imani. Baada ya hapo, ndipo takuja kujua ubatizo wa roho na maana ya ubatizo huu katika somo linalokuja. Nitakufundisha na, nita na utaelewa. Umwambie jirani yako kwamba mtume wa Kasoto anasema ubatizo wa maji mengi ni muhimu. Mapepo yanaondoka, magonjwa yanaondoka, mizimu inaondoka, mila na desturi zinaondoka. Unapoangia ndani ya maji mengi, hauwezi ukatoka na majini ndani ya maji, vyote unaviacha huko, vyote magonjwa yote na mizimu ya ukona ya kurithi vyote vinabaki, kuna toko kiwa kiumbe kipya. shakaraba kutayambara wakunda. Mungu akupe neema, Mungu akupe kushinda, Mungu akupe kufanikiwa, akupe maisha marefu. Tukutane wiki ijayo katika somo lenye neema, ila katikati umu ya siku Nitakupa kitu kilichochema, ambatana nami ndugu yako Rwakasoto. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako dakika hiyo. Kabla sijazima wimbo, nasema Mungu wangu ashindwi, neno la Kiganda talemo, talemo, talemo, ashindwi lolote

namba yangu ya simu 0756 8, 2, 5, 6, 6, 2. Mungu akubariki.